Nazungumza michezo, hii ni Chapesa Media, mi naitwa Wazili Tambiko, lakini nyuma kamera director Runde. Nipo na mchungaji wa Simba, mchungaji mwenye maono yake. Mambo mengi yametokea katika michezo, ligi kuu soka Tanzania Bara, lakini ni swala moja ambayo imejiri, ni kuhusiana na aliyekuwa afisa habari wa Africans Haji Sunde Manara baada ya kutoka hadharani siku ya jana katika press conference na kusema kauli ambayo imemsikitisha, ni kuhusiana na rais wa TFF wallace Karia kusema ujinga na utoto kama wamechoka kacheze sinema. nipo na mchungaji wa Simba kwanza, kwema. Mungu ni mwema sana. Na mfungo, ah, mfungo ndio tunaenda nao hivyo mm. mm. Kauri umesikia ya Haji Sande Manara jana kutoka hadharani na kumshutumu rais wa TFF Wallace Karia na kusema ni mlevu wa madaraka. Kwanza watu waheshimu mamlaka zizopo. Biblia imeandika heshimuni mamlaka ambazo zimewekwa Mamlaka ni mamlaka tu. Hata hii kamera yenu hii yika zenu hapa ya nani? Ni mamlaka kamili. Mtu kama hataiheshimu atakuwa amefanya kitu kibaya. Mtu akaja akatukana, akafanya nini? Ameharibu mamlaka yenu. Hii ni mamlaka ambayo imewekwa. Usivyo amekuja tu, hii imewekwa. Na mamlaka yote ambayo inawekwa Mungu na anakuwa anaingilia kati. Sasa kitendo cha kwanza kukashifu mamlaka haileti image nzuri. Mbaya zaidi akalia akafanya mambo makubwa sana. Kama akalia akafanya mambo makubwa hili dogo lisifute yale mazuri aliyofanya 100. Dunia leo imekaa kwa sababu ya chuki. Dunia leo imekaa kwa ajili ya watu kutopendana. Dunia leo imefikia hatua watu wenyewe kwa wenyewe wana yani, wan, wanasikilizia ukosee ili uweze kutukana. Sasa niambie issue ya leo kwa jumla. Mtu kama kama kama a Karia unaweza ukamnenea uka, uka, uka mabaya kweli? Pamoja kazungumza hivyo watu wanavyofikiria, lakini ingebidi wanyamaze kimya. Mnapokuwa mnamjibu kiongozi kama yule na ambao tumempa mamlaka makubwa kama ale, unaishushia taasisi hazi. Kwa maana Haji Manara sijui mnaishushia taasisi hazi, wewe ukatoka zani na kushutumu mamlaka kiasi kile, kama haijawahi kufanya chochote, kama huyu mtu hajawahi kutupa heshima yoyote. Mtu katupeleka AFCON ni karibu nne, mtu mpira wetu kaupeleka juu. Ilifikia hatua kuna vitu vingine unasamea kwa sababu hakuna binadamu ambaye hana makosa. Kila binadamu ana matatizo, kama tunaendekeza kila mtu ana matatizo yake tutaishi so kweli? Sababu kila mtu ana, ana problem zake, kila mtu ana matatizo yake. Tukisema tuweze kulipoa kila matatizo ya mtu hatuwezi kuishi katika dunia hii. Kinachotakiwa ni kusameheana ili maisha yafanye maisha yaendelee. Haji Manara ameenda mbali zaidi na kusema Rais Karia, rais wa TFF, aiombe msamaha klabu ya Young Africans, kwa maana kitu ambacho tukisema ni wakacheze sinema, ambacho, wakati, sinema ni wa wa kitu ambacho kimemhuzunisha, wakati wacheza sinema ni waigizaji. Kwa hiyo ameingiza kwenye mpira wa miguu, ameingiza kwenye uigizaji, ni kitu ambacho Haji Manara ndio maana kimemtoa povu zaidi. Kwanza yule inawezekana ana chuki binafsi, labda ana chuki binafsi laba na, na, na, na Karia. Uwezi uwezi uwe, uwezi, uwezi, maneno yale mtoka yule bwana. Unaweza kusema kwamba si kwa sababu ya tukio lile. Labda nyuma hapo kuna tatizo lingine. Alafu anataka kugunganisha miimili. Anawachonganisha uongozi wa Yanga na Karia. Umeona, anaongonisha miimili na mpira na yeye mwenyewe. Huwezi kusema Yanga ni kubwa. Yanga ni kubwa, lazima ifuate ifuate ifuate kanuni na sheria zilizopo. Useme tu ni kubwa tu. Kwa sababu leo hii unaposema kwamba bodi ya ligi imekosea. Ile bodi ya ligi wana mamlaka ya kufuta hata mechi. Kwa sababu wao si mwenye mpira. Na wao sio wanapanga ratiba wao, sio kupangia Simba na Yanga mchezo tarehe hii. Wao ndio wameona kwamba mechi hii haifai kufikirisha, yaani sisi, kwamba kuna tatizo gani hapo. Hapo kuna shida na shida yake sio ndogo, kuna shida kubwa na hii shida wao wanaona kama ni nzuri, wenyewe kwa wenyewe, lakini mwisho siku itawatafuna wenyewe. Wanafanya vitu ambavyo viweze vya kimpira, hawajifunzi kwa Simba. Simba katika bandika barua moja ikamalizia hapo hapo. Wao ndio wanaangaika mbali kushindana na na, na na mamlaka. Mamlaka huko wanataka shindane nayo. Hawataweza. Kwa sababu leo unasema unaenda kasi. Unaenda kasi je? Marefari walikuja uwanjani. Bodi ya ligi iliruhusu ule mchezo uchezwe. Bodi ya ligi ingeruhusu ule ule, ule mpira uchezwe, alafu Yanga kanyimwa pointi zake, ndio hapo kwa na uwezo kwenda kufanya nini? Kudai pointi zake. Hata sasa mechi yenye haijachezwa unadai pointi ya nini? Ni vitu ambayo sio vya kimpira. Wao Yanga hawajaanza leo. Hata swala la Morrison ilikuwa hivi hivi. Morrison hivi hivi wakasema tunaenda kasi. Tunaenda wapi? TFF wakaja wakashindwa. Swala la Kagoma, swala la Ngoma vyote hivyo hivyo wanasherehewa mpaka wana hapa kwamba si mkataba wa Kagoma tunao. Mwisho wa siku Hajisande Manara katika kauli yake nyingine amezungumza ya Rais Karia pamoja na jopo lake ambalo ni bodi ya ligi, hawana imani nao. Kwa maana ndio maana anataka kwenda kasi wa, wa, wa, wa angalau wapate alama tatu. Na kauli nyingine, amezungumza anamtaka Engineer Elsa Saidi aitishe kikao cha haraka kujadili kauli ya Karia, na kauli nyingine kutoteza dabi hiyo, ajenda namba moja. Yeye anazungumza kama nani? Ni mwanachama Yanga, mwanachama wa Yanga si kiongozi. Kwanza Yanga nyote atamkataa Yanga mpaka sasa hivi hajatoa Tamko lolote. Watatoaje kwa sababu mtu ni maoni ya mtu binafsi. Hasa na kumconvince uongozi ufanye wakati maoni ya mtu mmoja. Maoni ya mtu binafsi, kama maoni ya mtu mmoja, hakuna mtu ambaye ataanza kuhangaika nayo. Ni maoni ambayo haina haina mashiko. Wewe uende kasi ukalalamike nini? Ukalalamike je, mechi ilichezwa? Yanga kanyima ushindi. Je, bodi ya ligi iliruhusu ile mechi ichezwe? Kama e, iliruhusu watu wa Yanga iliruhusu ile mechi iwepo. Bodi ya ligi walifuta, sasa unaenda kudai vipi point tatu? Ndio nakueleza hivi. Yule ana mambo mengine tofauti na hayo, ana chuki zingine. Mambo gani mchumba? Sio hatujui. Wana mambo yao wenyewe. Nasema wana chuki zingine ambazo sisi hatujui, lakini kwa swala hili wala liingia akilini. Hawapo tayari kucheza dabi ya Kariakoo. Wakiacha sherehe sitafuatwa. Tarehe itawekwa. Wakishindwa kuja Simba, hata pointi tatu Simba hatakuwa bingwa. Basi full stop. Na Yanga wamechungulia, nikutana na Simba sasa hivi, nitafunga za kutosha. Nifanyeje? Nijaribu kumaliza kwa design hii. Labda kwa misuguano hii TFF pamoja na Young Africans pamoja na bodi ya ligi unaona viongozi, una wa Africans wapo sahihi au wana wana, mda mwingine wanakosea kwa, wana wana kwa ujumla wako sahihi, Yanga, wako sahihi kwa lolote malalamiko no, hmm, yao, unaenda kasi kudai point 3 kwa lipi? uwe na sababu. Kwa hapa ni kanuni, mwenye mpira wao hawakutaka mechi ichezwe kama walitoa basi hapo wakapeleka Bunju, wakapeleka timu uwanjani, wakati mechi imeahirishwa. Si washangai wale watusiubabwe na bado mm, Simba ni timu ya mpira mm, timu ya mpira wao nikihangaika kwa nini sasa hivi mm, msigano ule upo Simba yupo ni TFF na Yanga, Yanga, Yanga, ile anachozungumza tena, watu waheshimu mamlaka yaliyowekwa, mabaya yote yaliyowekwa mabaya, mazuri yote aliyofanya Akaria ndo anayembeba Akaria. Sio tukio hili moja. Hatuwezi tukafuta masuala ma mazuri Karia leo afanya. Alafu tukasikiliza mtu mmoja swala lake ambayo amelizungumza kumwambia aje Sande Manara baada ya jana kutoka hadharani. Ah yes, mwanachama, sikia mtu na maoni yake. Sisi Karia tunamkubali na mitano tena na sisi tuko nyuma yake na, ya na Karia tunampenda na ataendelea kuwa TFF mpaka muda wake utakapofanya nini? Utakaposhinda. Kwanza nampa pongezi. Nani? Akaria nampa pongezi, kitendo cha kuwa mjumbe wa nini, mjumbe wa Kafu, nampa pongezi. Na Akaria kesho kutwa nitamwombea rasmi. Akaria a... yeah, nitamwombea rasmi. Mungu ampe maisha marefu, aishi kwa raha na pas, pate mtu yeyote ambaye anamzuia katika safari yake mpaka mwisho utakapotokea. Nikushukuru sana mchungaji. Bado hujanishukuru. Nasema hivi Akaria, nitamwombea. Nimepanga nitakuja kumwombea siku ya Alhamisi. Alhamisi nifuata ah, usini pale, nitakuja kumuombea Akaria. Mungu kwanza ampe maisha marefu, maadui wote wanaomsakama wawarudie wenyewe, simelewa aliyofanya kwa Tanzania. Akaria, Mungu azidi kumzidishia, na Mungu endelee kuendelea kumpa nini hekima, kuongoza mpira wetu. Kwa hiyo Akaria, tena tunasema hivi, Akaria ataongoza soka mpaka muda wake utakapokwisha, na hakuna kiumbe kitakacho kuzuia, unaungana yeah, na kauli ambayo media alitoa leo, wamesema pendeni mazuri yake, kama, mna, kama mnamchukia, lakini pendeni mazuri yake. Ndio hivyo, ndio nimetoka kuzungumza mazuri amefanya Akaria, ndio mabebe. Lile dogo lile la leo, liachana nalo sasa. Mtaendelea kubeba, yaani kitu kimoja kibovu kaendelea kwenda nacho, haitaleta picha nzuri. Kwa hiyo Akaria, Mungu ampe maisha marefu, Mungu amtunze, azidi kustawi katika cheo chake cha mjumbe wa Kafu pamoja na kiongozi wa TFF, wala sio naosoa tu, tunaendelea kumuombea. Nimelazimika sasa hivi kumuombea mpaka Karia, ili mambo yake yakae sawa. Sasa hivi kuna nuksi inayotaka kuingizwa mle, ila haitafanikiwa. Unaona nini, mpaka unataka kumuombea rais wa TFF? Ah, mimi naona, mimi najua, mimi najua, hmm. kuna kuna kitu kinataka kiingie mle, ila hakitafanikiwa na Karia ataendelea kustawi, atanawiri yeah. Atastawi, atanawiri, atang'aa, ata ata kama jua la, jua la asubuhi. Atastawi, kama jua mtende wa banoni. Mimi ndio nimesema kama mchungaji wa Simba, Simba bingwa. Nasema, hivi kwanza Simba chana, mimi nasema Karia huyu atastawi na tanawiri na taendelea kuwepo. Mimi nitaendelea kumwombea na nitaendelea kumwombea kesho na kesho kutwa. Mimi nampenda mtu ambaye alifanyia mazuri nchi, hata kama ni Yanga alifanyia timu vizuri nchi, mimi nitaendelea kumsupport. Mimi sina ubaguzi huo. Akaria lazima apewe heshima yake kwa kitu ambacho amekifanya, sio kumvunjia heshima Akaria. Ni kweli kauli ambayo alitoa rais Karia ni ujinga na utoto, kama amechoka tezi sinema kuungana naye, yule ni binadamu kama binadamu mwingine naye akimfika hapa anaweza akayatoa kama binadamu mwingine anayoyatoa, lakini hiyo sio hoja ya kusimamisha tutoe tuto katika kii ambayo maendeleo ambayo ameyaleta Akaria. Akaria tena ataendelea kustawi na ataendelea kufanikiwa katika soka letu la Tanzania na hakuna mtu wa kumzuia. Mimi nimesema mimi, asante. Mungu awabariki sana.